kuweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na ufugaji wa kuku. Lakini pia hii channel inakupa fursa au uwanja mpana wa wewe kuweza kufahamu jinsi gani unaweza kuzalisha bidhaa yako ya eh, ufugaji wa kuku. Au jinsi gani unaweza ukateka soko lako na mwisho wa siku uweze kuuza bidhaa yako bila changamoto yoyote. Lakini pia hii channel inakupa fursa ya wewe kujua mbinu ambazo unaweza kuzitumia kuweza kudhibiti changamoto ambazo huenda zinatokea kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku ili mwisho wa siku uweze kufanya vizuri na uweze kuuza bidhaa yako matokeo makubwa kabisa. Jina langu naitwa na Lembo Kija ambaye napenda sana hii biashara ya ufugaji wa kuku. Kupitia hii video ningependa ni share na wewe jinsi gani unaweza ukaandaa soko lako na ukaweza kuuza bidhaa vizuri kabisa na kupata matokeo makubwa. Ndugu mfugaji, kwa wewe ambao unaangalia hii video kwa sasa, kwanza ni jambo jema na itakusaidia sana kuweza kujua jinsi gani utaweza kutengeneza soko la kwako ili kusudi uweze kuuza bidhaa ambazo unazalisha. Lakini kabla ya kuingia ndani zaidi kitu cha kwanza kabisa ambacho huwa kinaleta changamoto ni pale ambapo mfugaji anaanza kwanza kuzalisha bidhaa alafu baadaye anaenda kuangalia soko linasemaje. Ukifanya hivyo, ndugu mfugaji, utashindwa sana sana kwenye masuala mazima ya kufanya biashara ambayo inakuletea matokeo. Ili kusudi wewe uweze kufanya vizuri eh, kwenye kuuza bidhaa yako, lazima kwanza ujue tofauti iliyopo kati ya soko na sokoni. Watu wengi huwa watambui soko ni nini, lakini pia hawatambui nikisema sokoni namaanisha nini. Nikisema soko, namaanisha ni mtu au taasisi -ta ambayo inakuwa na uwezo wa kununua bidhaa au huduma ambayo inazalishwa na mtu au watu kutoka eneo husika. Lakini ikiwa nasema sokoni, lile ni eneo eh, ambalo watu huwa wanakuja kukutana kwa ajili ya kutimiza mahitaji yao kwa maana ya kwamba kununua bidhaa au huduma ambazo wanazihitaji kutoka kwa wafanyabiashara. Wewe kama mfugaji lazima uweze kujua hizo tofauti mbili. Ukishamaliza hapo inatakiwa ujue, nikizungumzia masoko na zungumzia masoko ya namna gani? Kwenye eneo la ufugaji wa kuku kuna eh, maswala mazima ya aina za masoko, zipo aina mbalimbali za masoko, lakini kwenye ufugaji wa kuku kuna aina tatu za masoko. Soko aina ya kwanza ni soko la kiujumla. Hapa ni soko ambalo linakuwa na uwezo wa kununua kuku kwa ajili ya mayai, kuku kwa ajili ya nyama, kuku kwa ajili ya uh, kutotolesha kuku labda vifaranga na vitu vingine. Lakini aina ya pili ya soko ni soko ambalo linalenga vikwazo vya mkoa au eneo husika. Hilo ni soko aina ya pili, yaani hapa soko linalenga sana sana kutimiza majukumu au vitu ambavyo vinahitajika kutoka kwenye eneo husika. Na soko aina ya tatu ni soko ambalo inalenga kutatua changamoto au kuleta suluhisho kwenye eneo husika. Na wewe kwenye biashara yako ya ufugaji wa kuku, naamini kabisa eh, ufugaji ambao unaofanya ni ufugaji ambao umeangukia kwenye hii aina ya tatu ya soko. Unawezaje kufika kwenye hiyo aina ya tatu ya soko? Hapo ndo kazi ilipo, na wafugaji wengi wanafikia hatua ambayo wanashindwa kuendelea na masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Ili kusudi uweze kufika kwenye hii aina ya tatu ya soko, lazima kwanza uanzie kwenye soko la jumla. Nikisema soko la jumla, lazima ujue, je, nataka kuanza kufanya biashara ya ufugaji wa kuku, ni kweli kwamba eh, Tanzania nzima wanahitaji bidhaa ambazo zinatokana na kuku? Wanahitaji mayai, wanahitaji nyama. Ukishajidhisha kwamba Tanzania nzima wanahitaji nyama au mayai, unaingia kwenye aina ya pili. Je, kwenye mkoa wangu hawa watu watakuwa na uhitaji wa mayai au nyama? Ukishajua kwamba e, yes kwenye mkoa wangu hawa watu wanahitaji nyama au mayai, unakuja sasa kwenye hii aina ya, ya tatu, eneo ambalo ulipo. Je, watu ambao wanazunguka kwenye hili eneo ni watu ambao wanatumia bidhaa ambao nitaizalisha ni watu ambao wanakula nyama ya kuku, ni watu ambao wanatumia mayai ambayo, ambayo tayazalisha. Kama e, ukizalisha bidhaa pasipo kujua haya mambo ambayo nakueleza ndugu mtazamaji, itakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kufanya vizuri sokoni, na hapa pia huwa inaambatana uwezo wa kila mtu kufuatilia taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na vitu ambavyo vinafanyika. Lakini pia sehemu ya pili ya soko ni kuangalia washindani ambao wanapatikana kwenye hilo eneo ambalo wewe unataka kuanzisha biashara. Ningependa nikwambie kwamba biashara yoyote huu inaanza kwanza kuangalia soko linavyosema, halafu sasa, kitu cha pili kinachofuata ni kuangalia bidhaa. Bidhaa ambayo inatakiwa izalishwe ni bidhaa gani kuendana na soko husika. Na wewe ambao unafanya biashara ya ufugaji wa kuku, hakikisha unaanzia sokoni kwanza kujua mahitaji ya soko, na kwenye mahitaji ya soko utakutana na kitu ambacho kinaitwa wapinzani au competitors. Hawa ni watu ambao tayari washaingia kitambo kwenye biashara ambayo unategemea kuifanya, na inakuwa ni ngumu sana kuweza kuwashinda. Sasa kuna mbinu ambazo unaweza ukazitumia wewe ili kusudi kuweza kuwashinda hawa wapinzani ambao wapo sokoni tayari. Njia ya kwanza, lazima ufahamu wanazalisha bidhaa ya aina gani. Njia ya pili, wanamuuzia nani? Njia ya tatu, wanaisambazaje hiyo bidhaa ambao wanaizalisha. Njia ya nne, ni wapinzani gani wengine ambao wanawazunguka wao, ambao wanasababisha wao wabadilishe biashara au watengeneze mifumo mingine. Lakini pia, cha mwisho lazima ujue hiyo bidhaa inawafikiaje wateja? Huenda labda wao wanapeleka e, moja kwa moja kwa mlaji, au wanatumia middlemen katikati, ndio wanapeleka kwa mlaji. Lazima yote hayo kuyafahamu, itakusaidia sana wewe kujua, je, nataka kuanzisha biashara ya ufugaji wa kuku? Hii biashara yangu nataka iweje? Mfugaji, kabla haujaanza biashara ya ufugaji wa kuku, hakikisha vitu ambavyo nimeviongea vitakusaidia sana na ukivizingatia vitakuwezesha kujua a eneo ambao ilipo kuna uwezekano wa kufanya hiyo biashara ambayo unataka uifanye, au haiwezekani. Lakini e, shida kubwa ambayo inakuja e, na wafugaji wengi huwa hawazingatii ni kuanza kwanza kuzalisha bidhaa alafu baadaye wanaingia sokoni, na wengi utasikia wanashindwa kuendelea kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, na cha mwisho kabisa wanasema kwamba biashara ya ufugaji wa kuku ni ngumu. Biashara ya ufugaji wa kuku sio ngumu, ila kinacholeta ugumu kwenye biashara ya ufugaji wa kuku ni wewe kuanza kuzalisha bidhaa wakati huo haujui yule utamuuzia nani. Na wewe kwenye ufugaji wako ambao unaufanya au ambao unategemea kuufanya, hakikisha kwanza unajua kabla sijazalisha bidhaa, nani ambao unaenda kumuuzia hii bidhaa yangu. Lakini pia hakikisha unajua, je, yule ambao anaenda kumuuzia bidhaa yangu, kuna watu wengine ambao wanamuuzia bidhaa kama ya kwangu? Lakini pia kitu kingine cha kujua ni kwamba, je, nikiachana na bidhaa ambao naizalisha mimi ni watu gani wengine ambao wanazalisha bidhaa bora kuliko ya kwangu? Lazima uwafahamu, na hilo wafugaji wengi hawalijui, na inawezekana na wewe kwenye ufugaji ambao unaofanya hayo mambo hauyazingatii kabisa, ndio maana una changamoto nyingi sana za kushindwa kuuza bidhaa yako sokoni kwa wakati husika. Kama una maswali kuhusiana na jinsi gani unaweza ukafanya vizuri kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku ukianzia kwenye masoko, kutatua changamoto za magonjwa, kutatua changamoto za vyakula utatua changamoto za namna gani unaweza ukatibu eh, magonjwa, unaweza ukaniandikia hapo chini kwenye komenti ili kusudi nikusaidie utawezaje kuyatatua yote hayo, na mwisho wa siku uweze kufanya vizuri kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Asante sana kwa kunisikiliza na kuangalia hii video, kutane katika video nyingine.